Yes, najua kwenye kizazi cha movies kwa sasa hivi bana, e e, kwa wale ambao walikuwa wanapenda kuangalia movies za Kichina e, huwezi kumsahau kumtaja Jackie Chan. Mmoja kati ya watu ambao pia wamefanya poa zaidi katika kiwanda cha movie kutokea kule China. Sasa Jackie Chan, e, kulikuwa kuna rumors za kusema kwamba anataka kuacha movie na kustaafu kabisa na kufanya mambo mengine. Lakini pia bwana Jackie Chan pia ni mwigizaji maarufu kabisa, e, kutokea, e, kule China, lakini pia katika filamu za mapigano au filamu za ngumi ngumi hizi, ameweza kudhibitisha kwamba hana mpango wa kustaafu hivi karibuni. Katika mahojiano ya hivi karibuni ambayo pia yalifanywa na Haute Living, Chan alisema kwamba, nitaendelea kufanya satasi zangu mwenyewe hadi siku nitakayoamua kustaafu ambayo itakuja hapo baadaye, kwamba alikiri kwamba stafu kwake movie sio kwamba atastaafu tu, so ataamua yeye kwamba ni lini astafu, lakini kwa sasa hivi bado sana. Sasa Jack Chan mwenye e, umri wa miaka sabini na moja ameendelea kufanya kazi e, katika tasnia ya filamu kwa zaidi ya miaka sitini lakini pia na licha ya umri wake bado anashiriki kikamilifu katika filamu za mapigano. Lakini pia ameweza kueleza kuwa uzoefu wake wa muda mrefu umewezesha kuendeleza ujuzi wake bila maandalizi ya kimwili e, makali sana. Sasa kati E, kutokana na e, ile kumbukumbu kumbu ya misuli lakini pia na mazoea. Sasa kwa sasa Jack Chin pia anajiandaa kuonekana tena kama e, bwana Han katika filamu mpya Karate Kid Legends, ambayo pia inatarajiwa kuweza kutoka mnamo Mei bana 30 mwaka 2025. Katika filamu hii atashirikiana na Raf eh, Michael lakini pia na Ben Wang wakionyesha hadithi ya urafiki, kujitolea na kuwa na ushirikiano mzuri. Lakini pia Jackson pia amewahi ame, ame, ame kueleza kuwa licha ya umri wake kuongezeka bado ana shauku ya kuendelea kufanya filamu za mapigano kwa muda mrefu kadri atakavyoweza. Eh, katika mahojiano mengine alisema kwamba kadri ninavyoweza kusonga na kupigana nitaendelea kutoa filamu kali, lakini pia kila mwaka kwa ajili ya mashabiki zangu. So waweza kufunguka akhni kwamba bado yuko kwenye game mpaka pale atakapoamua kustaafu ndio atastaafu, lakini sio kwa kusikiliza maneno ya watu kwamba bwana, umri umeenda uweze kustaafu. Utaendelea kutufuatilia lakini pia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama Facebook na Instagram pamoja na X, utakuwa umetisha kinoma noma.